Sasa sikiza nikwambie. Wee, nguvu ya mjumbe ijua ile ipo, siku hii mmoja ndio utajua nguvu ya mjumbe. mbona Ueleweki? I bwana mdogo kaulize, kulikuwa na mbuyu pale. Ye, pale Manzese kaulize. Mbele wee, muuni ni kitambo hicho. Mara unaniambia wewe muuni, mara unaniambia mimi sio naingilia mambo ya watu, mambo wenyewe utaki kunifafanulia. Unaniambia mimi sio Mtanzania, mimi sio Mtanzania, mimi sio Mtanzania kivipi? Wewe ndio umenizaa picha mjumbe? mimi muuni Muni ile ile kwa taarifa yako, hicho cheo cheo chenye umepita kwa magumashi magumashi, eh. Na hapa nilipo naenda kufuatia cheti changu cha kuzaliwa ili nikuhakishie kwamba mi Mtanzania na tunayepelekana popote. Mimi Uniwezi kwa elimu uniwezi kwa wasifa uniwezi kwa ngumi. Hata tukikaa tubato, mimi naenda kupiga makofi kama mtoto mdogo.